Kwa sababu ni uchaguzi mgumu, kwa hiyo ni uchaguzi wetu wa kumi na nne, na haupo uchaguzi ambao umewahi kufanyika bila changamoto. Ni uchaguzi wa saba tangu tuanze mfumo wa vyama vingi. Uchaguzi wa kwanza mkuu ulifanyika mwaka 1995. Huu ni uchaguzi wa saba, na zote hizi zimekuwepo changamoto zake, lakini tumekuwa tukivuka. Kwa hiyo ni muhimu tuwakumbushe Watanzania kwamba eh, ni mchakato huu. Lakini tunashukuru jambo moja kubwa limetokea katika chaguzi zote kumi na nne ambazo tumezifanya katika nchi hii na katika chaguzi zote sita zilizopita, uchaguzi wetu ulitawaliwa na jambo moja kubwa, amani na utulivu. Chaguzi zetu zote zimefanyika kwa amani na utulivu kwa kiwango ambacho kilishangaza majirani zetu karibu wote na dunia nzima. Tumwombe Mungu kwamba uchaguzi wa kesho kutwa uwe kama chaguzi zingine ambazo zimepita, ufanyike kwa amani, utulivu na usalama na